taangalia na timu anaenda kucheza nao, lakini siwezi kabisa kupoteza muda kaangalia mechi ya Simba asimawa hata KMC hapa. Anaweza akawa na mechi hata kesho kutwa, anacheza labda na na Simba, mimi naangalia Singida anacheza na JKT, ngali kumwangalia angalia akacheza ka na Namungo, kumwangalia Namungo, kila laheri na